Unajua kuna watu ambao majina yao hayawezi kusahaulika, si kwa sababu walikuwa wakamilifu, bali kwa sababu walikataa kunyamaza. Leo tunamzungumzia Raila Amolo Odinga, mwana wa mwanasiasa mkubwa lakini pia mwana wa mapambano yasiyoisha. Kiongozi na mfano wa kuigwa ambaye maisha yake yamekuwa vita kati ya matumaini na kukata tamaa, lakini swali kubwa ni hili: nini kinamfanya Raila Odinga bado asimame hata baada ya kushindwa mara tano? Raila alizaliwa mwaka wa 1945 katika kijiji cha Maseno, eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, huko nchini Kenya. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga Ndiye aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais nchini Kenya. Na maanisha Raila alilelewa katika misingi ya uongozi, kwani wakati anakuwa alimwona baba yake mzazi akipigania haki ya Waafrika. Baada ya shule, Raila alienda Ujerumani Mashariki kusomea uhandisi na aliporudi, alianza kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi. Lakini ndoto ya Raila Odinga haikuwa darasani, bali ilikuwa ni barabarani pamoja na Wakenya. Na katika miaka ya elfu moja mia kenda na themanini alihusishwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya rais Daniel Arap Moi, kwa sababu aliporudi Kenya kutoka Ujerumani alianza kukosoa hali ya ukandamizaji wa kisiasa uliokuwepo wakati huo na miaka ile watu walikuwa wamejaa uoga, lakini haikuwa hivyo kwa baba, kwa sababu yeye alikemea hadharani bila uoga wowote. Kwa hiyo alikamatwa na kufungwa kwa miaka sita jela akipata mateso, na miaka hii ikawa ni kama giza nene mbele ya Raila Odinga. Na hata mama yake mzazi alipofariki akiwa jela hakuambiwa chochote bali alifichwa. Miaka ikaenda na baada ya miaka sita alitoka jela, na kuna watu walitegemea kumwona Raila akiwa amepoa na mwenye moyo wa baridi na wasiwasi kali, lakini haikuwa hivyo kwa Raila. Yeye alisema baba is still strong, na mapambano kwake yakawa yanaendelea, aluta continua na hapa tutoe ule ubishi wa kiongozi anazaliwa au anatengenezwa. Raila alizaliwa kiongozi, na mzee wake Jaramogi ndiye aliyechochea uongozi ndani yake. Raila ndiye aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kenya chini ya serikali mseto, baada ya kugombea uraisi mwaka wa 2007 kupitia chama cha ODM na alidai kuibiwa kura. Hii ilipelekea ghasia kubwa sana nchini Kenya na hata mauaji ya zaidi ya watu elfu moja na mia mbili na baada ya maridhiano yaliyofanywa mbele ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakati huo Kofi Annan ndipo akawa waziri mkuu. Raila Odinga ndiye baba wa demokrasia nchini Kenya kwa sababu yeye ndiye aliyepigania kupitishwa kwa katiba mpya ya mwaka wa elfu mbili na kumi ya nchini Kenya. Na sio hivyo tu, bali alitetea na kupigania kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Robin Sharma, mwandishi maarufu, katika kitabu chake cha Who Will Cry When You Die ameandika: When you were born, you you born cried while the world rejoiced. Live your life that when you die, the that world cries while you rejoice. Ulipozaliwa wewe ulilia huku dunia ikishangilia. Ishi maisha yako kiasi kwamba utakapofariki dunia italia huku wewe ukifurahia. Na labda hiyo ndio siri ya Raila Odinga kuacha alama kwa matendo na sio kwa maneno.